Mimi naitwa Wambili Abdalla Bwatai, ni mkulima kutoka kijiji cha Likonde, mkulima wa zao la korosho, na furahi kupata pembejeo za bure ambazo tumeletewa na serikali. Furaha yangu ni kubwa kwa sababu kwanza tunaanza maandalizi ya msimu mpya wa korosho. Kwa hiyo ni furaha kwetu, unajiandaa msimu wa kilimo wakati tayari una pembejeo ziko ndani. Hii ni furaha kubwa sana. Tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dkt Mama Samia, tunamshukuru sana kwa kweli. Haya yaliyotendelea, haya sio ya kawaida, tunashukuru sana. Huu mimi ni msimu wangu wa tatu kupata pembejeo hizi za bure kutoka kwa serikalini, tunashukuru sana. Kabla ya hapo, kabla ya tujaanza kupata pembejeo hizi za bure kutoka serikalini, mavuno kweli yalikuwa sio mazuri sana, yalikuwa mavuno ya chini unalima sehemu kubwa sana lakini matokeo yake mazao yanakuwa ni machache. Lakini mara baada ya kupata pembejeo hizi tunazopewa na serikali, production uzalishaji wa kweli mashambani imepanda, naweza kusema hata mara mbili zaidi. Kwa kweli tunapata mazao mengi na kwa wakati mzuri, na tunashukuru pia, na bei nayo kidogo iko, iko vizuri. Tunashukuru kwa hilo, tunashukuru sana sana sana kwa serikali yetu kutujali kuhusu pembejeo. Kabla ya kupata pembejeo tulikuwa katika hali ya chini sana kimavuno, lakini baada ya kupata pembejeo tunamshukuru Mwenyezi Mungu tupo katika asilimia karibu sabini na tano ya mavuno, lakini tunaomba tu kitu kimoja, wataalamu wanadai kwamba ekari moja mikorosho ishirini na tano, ekari nne mikorosho mia moja Wakati huo ekari nne ndio kiloba kimoja cha salfa kwa kweli hii kidogo wakulima tunayumba tunaomba mtuongezee walau kwa sababu ekari moja inawezekana ikawa mikorosho mitano tu kwa jinsi ilivyokuwa mikubwa kwa hiyo baada ya kilo kimoja katika ekari mia moja mikorosho mia moja tunaomba walau mtuongezee walau vitatu lakini tunashukuru sana serikali ya mama samia na mwenyezi mungu akijalia tunaomba dua apite tena mwaka huu 2025 kwa kweli uzalishaji ni mkubwa Ta, tangu aanze kutoa pembejeo, kwa kweli uzalishaji ni mkubwa. Kama ingalikuwa kidogo kwenye mikorosho 100 tunapata wale viroba vitatu, ungalizidi kuzalisha zaidi. Naitwa Yusufu Azizi na Embe, na hii ni mara yangu ya tatu sasa napokea pembejeo, pembejeo za ruzuku kutoka kwenye chama cha Mayanga AMCOS. Nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, kwa mara ya kwanza mpaka mara ya pili nilivyochukua, sasa hivi naona hali inakuwa sawa, natarajia atakuwa makubwa zaidi ya kipindi ambacho kimepita na nichukue fursa hii vile vile kumshukuru ya nini Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa hii ada ambayo tunaendelea nayo kwa pembejeo ambazo zinatugeia hizi, umeona zinatoa hatua ya kwanza mpaka hatua ya pili. Pembejeo hizo zinatusaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu nafikia muda mwingine mkulima hauna hela ya kuweza kununua pembejeo, lakini kwa msaada wa mama, tunashukuru Mwenyezi Mungu, zinatusaidia kwa watu wenye hali za chini kama si ah, rai yangu mama, bajeti ya kilimo izidishwe kwa maana tusaidiwe, watusaidie watu wenye hali za chini kama sisi hapa. Kwa jina naitwa Asha Isa na Mwandu, ni mkazi wa Mikindani, lakini ni mkulima wa Nangumi. Tunashukuru dawa kwa safari hii zimetufikia mapema, lakini hizi dawa tulizopata safari sio za kuanzia, ilibidi tupate dawa za sumu ambazo ndio tunaanza, lakini hata hivyo tunashukuru kwa kupata hizi tuna, tunashukuru tena hizi hapa dawa kama hivi tukipata kupulizia kwa wakati mavuno yanakuwa mengi na hata korosho zake zinakuwa zinang'alisha. Hizi dawa za sulfa, kuwahi kwa pembejeo kwa wakati inatusaidia sana wakulima, maanake kwanza tunakuwa hatuna hofu, tunajua tukipalilia tunapuliza kabisa. Mama yetu Samia, tunashukuru sana, aendeleze mwendo huu wa kutugea pembejeo kwa wakati.